Nam, shukran za dhati mtazamaji kwa kuendelea kutazama Nairobini. Naam, tusonge mbele, ambapo serikali inachunguza mikasa ya moto ya mara kwa mara kwenye masoko katika kaunti ya Nairobi ambayo imewaacha maelfu ya wafanyabiashara wakikadiria hasara kubwa. Akizungumza baada ya kukutana na wafanyabiashara waliopoteza mali yao kufuatia mkasa wa moto wa hivi majuzi katika soko la Gikomba, Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alisema ripoti ya uchunguzi wa moto huo inatarajiwa kutoa mapendekezo ya suluhu za kudumu kwa mikasa hiyo katika masoko ya Gikomba na Toi. Timothy Kipnusu alikuwa hapo na sasa anaeleza. Hiyo bado haiko tayari na hivi sasa tuelekee eh, kwenye taarifa za biashara. Na tuangazie safu ya biashara ambapo Rais William Ruto ametoa wito kwa mataifa ya bara Afrika kutumia fursa ya Shirikisho la Kibiashara Huria barani humu ili kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na pia kijamii. Rais Ruto amesema kuwa kutokana na mivutano ya kisiasa inayoshuhudiwa ulimwenguni, biashara baina ya mataifa ya Afrika inasalia kuwa nguzo pekee ya kusukuma gurudumu la ustawi wa bara hili. Aidha, Rais Ruto alisema haya wakati wa ufunguzi wa kongamano la mwaka huu la Shirikisho la Wafanyabiashara na Viwanda Duniani jijini Nairobi. Tupate taarifa hiyo, mtazamaji, kwenye kitengo cha biashara o la biashara huria barani Afrika ambalo jumuisha mataifa hamsini na nne ya bara hili linalenga kubuni soko la pamoja linaloshirikisha watu wapatao bilioni 1.3 na pato la jumla la taifa la takriban dola trilioni 3.4. Rais Ruto anasema shirikisho hilo linatoa fursa kwa bara la Afrika kuimarisha biashara miongoni mwa mataifa wa wanachama, kubuni ajira na kupiga jiki ustawi wa kiuchumi, Wakati uwanda wa kimataifa ukiendelea kuyumbayumba kutokana na fadhaa za kisiasa, Rais Ruto amehimiza serikali za bara hili kuungana na kutumia uwezo wake mkubwa wa kiuchumi kupunguza utegemezi wa masoko ya nje. Africa Continental Free Trade Area brings into being the largest single market of 1.4 billion people in 55 countries.

Kwingineko, Benki Kuu ya Kenya imepuuza madai ya mwingilio wa shughuli za ubadilishaji fedha za kigeni ikisema dhamani ya sarafu ya Kenya inasalia kuwa dhabiti kutokana na uwepo wa sera madhubuti ya usimamizi bora wa, wa kifedha. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya kama udhonga amesema amshughuli dhabiti za kifedha baina ya Kenya na mataifa mengine, udhabiti wa mahuruji na uwepo wa mtaji wa kutosha, ni baadhi ya sababu wa kuimarisha kwa shilingi ya Kenya, ambapo dola moja ya Marekani imekuwa ikibadilisha kwa shilingi 129 kwa mwezi uliopita licha ya misukosuko ya kimataifa that we recorded last year. um, we've had very good performance, uh, in terms of exports. We've had good performance, uh, in terms of, uh, travel receipts, um, and we've had good, um, performance, uh, in the current account. The current account has been relatively, um, uh, steady and stable at 2.8 percent, um,

Mwisho, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Isiolo hujaanza kutumika kikamilifu licha ya mji huo kutajwa kuwa mmojawapo ya mji muhimu kwenye mradi wa miundo msingi wa uchukuzi unaotoka bandari ya Lamu kuelekea nchini Sudan na Ethiopia, Lapset. Wizara ya uchukuzi inasema inahitaji shilingi bilioni 4.8 kutoka kwa hazina kuu ili kuwezesha shughuli kuanza kwenye uwanja huo. Sehemu ya fedha hizo itatumia kukarabati njia ya ndege ambayo imeathiriwa na mafuriko mbali na kurefusha kutoka kilomita moja nukta nne hadi kilomita tatu nukta tano ili kuvutia ndege za kimataifa. Runway extension of 3.5 kilometers to, to really land the bigger flights. Extending the runway will cost us 1.5, uh, uh, billion. We need to put in a fire station at an additional 300 million. Felix Q.